Lakini nafuraha kwa sababu mzee wangu yuko hapa, baba mzazi ausoa liolukuga huyu <gatha gatha> uh, Diamond Platinum yeye alichokifanya ni kutengeneza, kunitengeneza, kunibadilisha kutoka kuonekana chokora kwenda kuwa mtu ambaye, na heshima zangu, watu wanaheshimu na waniamini, na ndio maana leo hey, hii nimeaminika mpaka naingia kwenye kundi. Hongera sana mzee wangu a <gatha> yeah, Mungu atakujalia na tuko pamoja. E, watu wasa ah, Babalevo akishakuwa tu hauna cha akishakuwa ja niko na mzee wangu, lakini hapa ni naye, dada yangu ambaye tumbo moja baba mmoja mama mmoja, yeye ndo wa kwanza, yeye anaitwa Leticia Chipando, yeye ni mtendaji wa mtaa kule, anaitwa wapi kule Kitunda kitu eh, kwa mara ya kwanza umeingia bungeni, mlikuwa mniamini kwenye familia lakini <laughs> <laughs> mimi ndo nimekuleta huko, mimi ndo nimekuleta huko kwenye shughuli hii, kwa hiyo tuna furaha kwa pamoja, hii ndiyo uh, familia. Mimi nataka nisema tu kitu kimoja, kwa mfano kama Baba Levo bostali najua mama ashakuwa asha mbunge na ana experience kwa muda mrefu, lakini bustare uh, uh, Babalevo, kwa historia ya maisha yao walipotokea, inatufundisha vijana kwamba tusikate tamaa, usijikatie tamaa. Haijalishi uko wapi, haijalishi unafanya nini, haijalishi unapitia magumu gani, kila kitu kinawezekana. Usihuzunike, usilalamike, usimlaumu mtu, usione dunia mbaya, usione serikali yako mbaya, usione watu wabaya.